Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibu sana kunako televisheni ya Maukoto. Hii ni Salamba TV na mimi ni Diego Mashuhuri, yule mtaalamu wa mambo ambaye nakuhakikishia unapata kumakinika na habari za kimichezo. Sasa kubwa leo hii ni kukupatia taarifa ya kwamba uh, Simba wametangaza rasmi kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club eh, ndugu Ahmed Ali kwamba wamebadili ratiba ya mchezo wao wa kwanza wa kombe la klabu bingwa barani Afrika ambao ulikuwa uwakutanishe dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Sasa unajua ilikuwaje? Awali mchezo huo ulitakiwa ufanyike tarehe ishirini na mbili saa moja, kwa maana mchezo uchezwa Jumamosi saa moja usiku. Lakini ambacho kimekuja kutokea ni kwamba wameupeleka mchezo huo mpaka tarehe ishirini na tatu saa kumi jioni na sababu ambayo eh, Ahmed Ali ameiweka ya wazi ni kwamba waliona tarehe ishirini na mbili mida ya saa moja kwao eh, wamechungulia wakaona haijakaa sawa, kuna mambo haijakaa sawa na huo sio muda mzuri wa wao kumnyoosha mtu, hivyo wamepeleka mbele mpaka tarehe ishirini na tatu kwa maana siku ya Jumapili ambapo mechi itachezwa kuanzia saa kumi jioni hapo ndio wao wanaona, e, ni siku sawasawa ya wao kwenda kumkafua mtu. Sasa niko na Analinga Mfaume, huu ni mmoja kati ya watu wa kimichezo ambao yeye ataenda kutueleza juu ya yale ambayo Ndeo. anaona a, Simba wanaendelea kuyafanya. Nalinga Mfaume, kwanza uhali gani? Ya mimi niko poa kabisa, njema, tunamshukuru Mungu. Uh, istu kwamba Simba wamewekeza zaidi nguvu kwenye E, mambo mengine ambayo sio ya kimichezo ndiyo ambayo yanawaongoza hata kubadili ratiba za mechi. Uh, of course kwa mujibu wa kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali, nikirejelea alichokizungumza Ahmed Ali ni kwamba awali mchezo tarehe 22 kwa maana ya Jumamosi mm. yes, kwa hiyo kitu ambacho wamekifanya ni kwanza wameangalia muda mm. unajua uh, lengo lao kubwa la kubadilisha mchezo ni timu ya mchezo kuchezwa. Mm -hmm. Simba mara nyingi mechi za nyumbani ukifuatilia, tangu walipoanza mm -hmm. mara nyingi Simba wanapenda kucheza mechi saa kumi. Yes, saa kumi jioni na sio saa moja. Kwa hiyo kwa ratiba ya tarehe 22 ilipokuwa, kwa sababu wao wanaweza wakampendekeza, lakini kwa siku hiyo muda wa mm -hmm. saa kumi kunakuwa kuna mechi nyingi zinachezwa mm -hmm. za Champions League. Kwa hiyo mtoa haki wa matangazo wa CAF anakosa right to broadcast na anakosa muda sahihi wa kuitangaza ile mechi kwa hiyo mm, wao kwa mchezo um, kucheza juma tarehe ishirini na mbili kwa muda wa saa kumi ikawa ni changamoto. Kwa hiyo ikawa lazima watafute siku ambayo wao kutakuwa right amba na nafasi ya kucheza mechi saa kumi ndio hiyo ni saa ishirini na tatu itakuwa hii kwangu mimi yeah. E, kama analyst nikiangalia, kwanza narudi huko nyuma tamaduni ya Simba nimesema hapo kwamba Simba tabia yao kabisa, wanapenda kucheza mechi za nyumbani saa kumi, mm tangu huko ukiangalia, eh enzi hizo kina Jesusaura kina Nkana kina Ahali umeelewa? hmm. Ukija huku kote kina Mazembe kina... mechi ni saa kumi, umeelewa? Kwa hiyo, wao kuna kitu wanakiamini as timu kwamba for kwa muda huu tukicheza, ni kitu ambacho kinaweza kutupa favor sisi kama shiriki shiriki ndo hiki tunarejea pale kwenye shiriki au iko kitu. Ni kitu gani nachosemea? Shiriki ni the way, yani shiriki ni namna, yani na mtu pana. Ni uh -huh. kitu gani ambacho wao kinawasukuma yes. kutoa mchezo Jumamosi uh -huh. kupeleka Jumapili, kutoa saa moja kupeleka saa kumi, yes. kwenye na kila mtu yote mm, ni kitu ambacho kile anachokiamini the value umeelewa. Kwa hiyo Simba kuamini kwamba wanacheza mechi saa kumi, wanapata kwenye football tunaita club philosophy au philosophy, na ni ni, ni kote ulimwenguni umeelewa. Watu wanaamini kwamba yes, tukifanya hivi tunafanikiwa, tukifanya tuna, that is the philosophy ya club, na ukisikia mara, oh club yetu philosophy, ni miongoni mwa philosophy za club ni vitu kama hivyo, beliefs kwenye something yani utakuta labda Yanga wanaamini hiki ya, Simba wanaamini hiki kwenye vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, kwa mfano Simba na Yanga kabla ya michezo mara nyingi wanapenda kutoa sadaka. Mm, ile ni shirki. Kwa nini wanatoa wanatoa sadaka? Sadaka inajieleza. Ah, sadaka kwa upande kwa mwingine, sadaka ni kafara, yaani kwa upande mwingine, eh, unaona sadaka eh. Sasa ndio maana nasemaje, kupeleka magunia ya michezo hiyo ni kafara, kupeleka sadaka hizo ni kafara. Kafara kapewa nani? Ndio nakwambia sasa, it depends wewe unatafsiri nini. Shiriki mambo ya sadaka, mambo ya kafara wai. Sasa tuseme wako waamini ni, ni, ni, ni, ni. Nakwambia ma, mambo ya imani na beliefs zinabaki tena, yani ni vitu ambavyo mtu anakuwa anajenga navyo mwenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi zile nikasema kwamba kutoa sadaka kabla ya mchezo ni kafara wai, usitoe siku zote hizo, unasubiri mechi ichezwe ndo ukatoe sadaka wai, leo atakuone kipindi kwenye upo comfort uende kutoa sadaka. Na simba wao wametangaza, wanatoa tarehe ishirini na mbili. Wanatoa sadaka. Sasa hivyo, swadaka mm -hmm, si jambo la heri ndawo, ndawo, ndawo. Wote, toa, tukuone. Pa, sasa wanaenda kupeleka sehemu mm za watu wenye wahitaji ili wawaombee uelekea kwenye mchezo. Ah, hiyo ni kafara kachinjwa nani kwa kutoa gunia za sukari. Ah, kafara sio lazima uchinje gunia za sukari kupeleka michele <laughs> unga vitu <laughs> vya misaada unasema hizo ni kafara, wanazifanya ndio maana nakwambia, hizo ni beliefs, that is the philosophy. Watu wamejua. Bwana mimi nataka utueleze kwenye uwanja wa komenti hapo ni eh, nini ambacho unaona eh, pengine kinaendana na hiki ambacho simba wanakifanya. Mi binafsi nimezungumza na Mfaume Nalinga na nimemueleza kwamba kuwameshaamisha hivi tarehe, muda Eh, viwanja kama kama kama uliangalia pia hata msimu uliomalizika, mm. mechi ya fainali Simba ilikuwa nalilia zaidi mchezo uchezo kwenye dimba la Mkapa, si ndio? So, uwanja wao nyumbani. Yes, uwanja wao nyumbani. Yeah. Jambo ambalo mm. naona linaweza likaja kuwagharimu tena Simba msimu huu, kama wataenda na na, na, na mwendo ule ule wa kuamini kwamba viwanja au nindo ambavyo vinawapa matokeo, itakuja kuwadodea tena kama ambavyo ilitokea msimu uliomalizika. Sasa mm. uh, mchezo umetoka kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, kutoka saa moja kwenda saa kumi mm. sindio? Yeah. tunafahamu mpira wa Afrika mm. uh, mambo ya kudiramwali kivika ni mengi sana, yapo yeah, pia, kuri, nini Nigeria, Nigeria ya wamelalamika mm. kutoka kwa Kongo kufanyiwa mambo ya kudiramwali kivika mm. nani tena Uh, Orlando Pirates ambao wao pia mm. ni magwiji kwa kuendekeza huwa mm. wanapasua sana mayai viwanjani. Uh, mm. lakini walikuja kuwalalamikia uh, Lupopo mm. si ndio? mm. na picha zikaonekana pia mm. hata wao Orlando mm. wakiwa wanafanya wakiwa wanafanya mambo eh, mm. Sasa ni jambo ambalo au ni mambo ambayo yapo ya kwenye mpira kwa hiyo hata ukitazama na Simba namna ambavyo wana mm. wanafanya mambo yao na, ku, na, na, na kwa kauli yao kwamba mm. wameona kwamba huo sio muda wao wa wao kumnyoa wa mtu hiyo mm. saa moja ndio maana mm. wameleta mm. saa kumi uone mm. kabisa kwamba ni mambo ya kudira mwali kivika. Of course kama yana manufaa yeah, ya yeah. waendelee kufanya tena wafanye sana yani hayo mambo ya uchawi yani ya Simba, eh, yani kama kuroga au hayo mambo ya kama Nigeria nalalamika hivyo, yani kama unaona wanalalamika Nigeria, unashangaa kuna shauri Simba wafanye yani sana. kama inawapa manufaa vizuri kwenye, kwenye mpira kwenye mpira hmm. wanafanikiwa kwa hayo mambo umeelewa hmm. mimi kama mchambuzi wafanye sana, kwa sababu hmm. wa, watu wanatumia njia nyingi. Kwa mfano, hawa wanatumia hizi njia ili upate matokeo uwanjani hmm. kuna njia nyingi watu wanazifanya, umeelewa? Kwa mfano uh, tushakupata shutuma hapa watu wanapanga matokeo Si unaelewa? Yeah. Yaani timu fulani inapewa hongo. Watu wanaongea wanaongea wana na marefarees, wengine mpaka wanapiga ban na FIFA na hizo kesi zipo almost around the world kwenye mpira. Kwa hiyo na hii sio sio dhambi kwa sababu uh, Simba na Yanga au kwenye hizi competition kubwa, zile timu zimefikia mpaka sasa hivi kuna kitu kinaitwa result oriented. Wao wanaangalia wanafikaje hatua inayofuata au wanapataje matokeo kwenye kila mchezo. Result oriented. Unaelewa? Kwa hiyo kama wanahitaji matokeo na wanaamini kwenye hayo mambo, why wasiendelee? Yani kwa nini wasiendelee na hayo mambo wana, wana, oh, we, we, we eh? Misa, yana wanafanya kwa wewe wewe umebariki kabisa, umebariki kama yanawapa matokeo, eh, wafanye tena sio ufanye zaidi, na sio kwa kificho. Wafanye tu hadharani, kwa sababu ni kitu ambacho kwa wao wanaona kina manufaa, basi waendelee kufanya. Yani wafanye, si nawapa manufaa, kama watu wanapanga matokeo, kama watu wanatoa pesa kwa marefarees, tena hizo cash zilizokuwa kwenye kafu na nini, watu wanapewa hizo, kama watu wanapewa wachezaji Eh, kwenye hizi dabi tunaona mtu kuna kwa mfano eh, Kabwili alishazungumza kwenye kitu kama cha habari kwamba yes, nilifuatwa mimi ili nipewe. Watu wanafanya mbinu nyingi sana mm, ili wapate matokeo. Kama vinawasaidia vina, vina, vina, kwangu mimi it's okay. let's progress. Wacha waendelee na wafanye. Bwana uh, Mfaume na Ringa yeye mm, ameweka wazi kwamba kama mambo ya shiriki eh, manyanga manyanga yanawasaidia Simba basi waendelee tu wala hata hakuna shida, waendelee wanachokifanya. E, mwisho wa siku tutaona nani atavuna nini. Mimi naitwa Diego mashuhuri, nilikuwa na Mfome na Linga. Tunataka wewe utueleze kwenye uwanja wa comment, unakubaliana na hiki ambacho Simba wamekifanya kama ambavyo Linga amekubaliana nao? Mimi nasubiri kupata maoni yako kwenye uwanja wa comment. kisha tuje tupeane majibu ya kile ambacho kimejiri paka wakati mwingine. Endelea kusalia nasi, asante sana kwa mjomba vuma nyuma ya matangazo haya. Asante sana kwa Ali Mido kwa kutuwezesha kuweza kufanya kipindi eh, katika muonekano ulio sawa sawia, na huku tukiwa hatuna wasiwasi, kwa maana matangazo ni ya kutosha, tukiwa tunapewa nguvu na Helabet, bila kuwasahau wadhamini wetu wengine ambao ni Jamvika na Salamba eh, halikadhalika eh, Easy pads na wengine wengi ambao wanatupa nguvu ya kuendelea kutamba. Mimi naitwa Diego Mashuhuri Paka, wakati mwingine endelea kusalia nasi. Shukrani.